Tukirejea humu nchini ni kwamba mwalimu mmoja katika kaunti ya Narok amesimamishwa kazi akisubiri uchunguzi wa kukiuka kanuni za mitihani huku shule moja ya upili huko Kajiado ikichunguzwa kwa madai ya wizi wa mtihani wa KCSE ulioanza kote nchini hii leo. Serikali pia ikihakikisha kuwa watahiniwa wote katika eneo la Elgeyo Marakwet, kulikokumbwa na maporomoko ya ardhi, wanafanya mtihani huo. Madhara ya maporomoko ya ardhi eneo la Elgeyo Marakwet yalosababisha vifo vya makumi ya watu wakiwemo wanafunzi kumi na wanne yanaendelea kushuhudiwa, wizara ya elimu ikifanya kila iwezalo kuhakikisha wanafunzi wote waliopangwa kujibu mtihani wa KCSE ulioanza rasmi Jumatatu wanafanya hivyo licha ya changamoto wanazokabiliwa nazo. Katika shule ya upili ya Kapkondot, watahiniwa wote kumi na sita wameanza kujibu mtihani huo. Bitok akisema mtihani ulifika kwa wakati na hakuna mwanafunzi aliyeathirika. Wakati huo huo katika kaunti ya Narok, mwalimu mkuu mmoja amesimamishwa kazi kwa muda, uchunguzi ukiendelea kufuatia kukiuka kanuni za mtihani. Shule ya upili ya Merisho katika eneo la Isinya, kaunti ya Kajiado, inachunguzwa na maafisa wa polisi kuhusu madai ya kuhusika na wizi wa mtihani. Waziri wa elimu Julius Migoso Gamba, akiwa katika kaunti ya Kwale, amesisitiza kuwa yeyote atakayepatikana akihusika na, na wizi wa mtihani atabeba msalaba wake mwenyewe. It helps us going Not to punish the old school or the old class, but to punish individuals who are actually involved in malpractice. Kauli hiyo imeungwa mkono na mkurugenzi wa mashtaka ya umma Renson Igonga aliyezuru kaunti ya Kakamega akisema yote atakayepatikana na wizi wa mtihani atajuta. From the lowest to the highest. Zaidi ya watahiniwa laki kenda na elfu tisini na sita kote nchini wanafanya mtihani huu. Willy Lusige, Runinga ya Citizen, Nairobi.